zangu hata kwenye gari hata kwenye gari e, basi lazima awepo dereva, lazima awepo kondakta, lazima awepo na kandiboi. Sasa nakuja hapa kuomba kura ili kukamilisha hili gari liweze kuondoka na lifike salama linakotakiwa kufika. Hapo vipi, jamani? Sasa siku zote wanasema tunaanza na nyumbani, jamani. Mimi nafasi yangu ninayoiomba kwenye gari hilo kwenye basi hilo ni nafasi ya utandiboi, ni nafasi ya utandiboi. Ni nafasi ya, ya nini? ni e, mimi ndio nitakayekuwa na hakikisha abiria wako salama. Kuna changamoto ili nizipeleke kwa nani? Kwa kondakta na kondakta akishaona kwamba kuna jambo ambalo sasa haliko sawasawa, lazima akamwambia nani? Dereva, yeah! Wetu ni nani? yeah! Kondakta wetu ni nani? yeah! Tandiko wetu ni nani? yeah! Sasa, ndugu zangu, tunasema tunakuja kuomba kura ili tupewe ridhaa ya kuchukua dhamana ya kuiongoza nchi yetu kwa nafasi hizo za kisiasa, kwa sababu sababu tunazo, na nia tunazo, na uwezo tunao. Sisi moye <f��> katika kitabu chetu hiki hapa hiki ni kitabu cha utekelezaji wa ilani ya chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 2025. Mambo ambayo yametekelezwa ndani ya kata hii yetu ya Utalingolo ni zaidi ya bilioni tatu zimeingia katika kata yetu ya Utalingolo. Hapo vipi jamani? Yeah. Miaka mitano katika mwaka huu 2020 2025 nikianza upande wa barabara wote ni mashuhuda. Barabara yetu hii ya kutoka Ihalula kwenda Nole kwenda enge imetekelezwa katika kipindi hiki cha miaka mitano, kweli sio kweli? Kwe! na haya yote nitakayoyaongea maanake ni kazi ambazo zimefanyika kwa usimamizi wa ushirikiano wa mheshimiwa mbunge, mheshimiwa Deasi tulipomwanyika, lakini pia kwa ushirikiano wa mheshimiwa Raisi wa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi, jamani? <coughs> Lakini pamoja na hayo kuna barabara ambayo imetekelezwa kutoka Nole kwenda Kisilo yenye urefu wa kilometa 4. Lakini pamoja na hayo kuna barabara ambayo imetekelezwa kutoka Nole kwenda Ijagara yenye urefu wa kilometa 4 na nusu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa daraja. Hapo vipi, jamani? lakini wa kweli kwa miaka mingi iliyopita, barabara yetu hii ya kutoka Njombe mjini kuja Utalingolo Ihalula kwenda Kisilo ilikuwa na changamoto kwa miaka ya nyuma, kweli sio kweli? Kweli, lakini tunaweza sema angalau kwa sasa inapitika. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Nikija kwenye elimu ya msingi wanaihalula, kwanza nianze kuwapongeza kwa juhudi ambazo mmezifanya pale shule ya msingi ujenzi ule wajyo, wa vyoo kwa kushirikiana wote kwa pamoja, wananchi sisi, viongozi pamoja na diwani mbunge, tumekamilisha tumeanzisha, tumekamilisha ujenzi wa darasa la awali ambalo limekamilika na madawati yake, watoto pale wanatumia. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Lakini pamoja na hayo ni wapongeze wananchi wa Ihalula kwa malengo ya uanzishwaji sasa na malengo ambayo tayari mnayo ya ujenzi wa nyumba ya mwalimu tu iniwani pale shule ya msingi, naomba tujipigie makofi na vijenge Ihalula oye, Ihalula wa, Ihalula wii! Katika mkoa wetu wa Njombe tumebahatika kupata branch tawi la chuo kikuu cha UDOM ambapo makao makuu ya chuo hiki kwa maana hilita, kwa maana ofisi kuu na majengo ambayo yameshaanza kujengwa pale mjini ndipo itakapokuwa ofisi kuu, kwa maana ya madarasa na mabwaro mabweni pale Njombe mjini. Hapo vipi jamani? Lakini kuna eneo ambalo limetengwa ndani hii halmashauri ya mji wa Njombe ambapo kutashughulikwa na shughuli ya ujenzi wa majengo mbalimbali yatakayohusu mambo ya mazoezi na vitendo, ambalo hilo eneo liko wapi jamani? Hilo eneo liko wapi jamani? Hili eneo liko wapi la chuo kikuu Ihalula oye! Ihalula safi! Katika miaka mitano vijana wameweza kupata burudani sasa na pia kutokana na ligi yetu ambayo ilikuwa ndani ya kata yetu, tumeweza kuwa na timu nzuri ambayo imeweza kwenda kushiriki ligi ambayo ilianzishwa na mheshimiwa mbunge wetu iliyokinaitwa Mwanyika Cup, na hatimaye tumeweza kuchukua kombe mara moja. Lakini ng'ombe tumechukua mara ngapi? Ng'ombe tumechukua mara ngapi? vijana hoye! Vijana hoye! Sasa haya niliyozungumza ni baadhi yaliyoko ndani ya, ya yale tuliyotekeleza kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2020-2025. Nikija katika kitabu hiki. Sasa hawa wote watatu mnaoona kwenye kitabu hiki ambacho tayari tumeshaona utekelezaji wake zaidi ya bilioni tatu zimeingia. Ndio hawa hawa wanaomba kwenu ridhaa ili waje kutekeleza sasa mambo mbalimbali ambayo yako ndani utekelezaji wa ilani ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na thelathini Sasa yaliyomo ndani ya hichi kitabu yapo mengi, lakini kimetengenezwa kitabu kidogo ambacho kinaelezea mambo mbalimbali yatakayotekelezwa ndani ya mkoa wetu wa Njombe. m si mu hoye, yapo mambo lukuki yatakayoendelea kutekelezwa katika kipindi kinachofuata ikiwa ni pamoja na uboreshaji wa miundombinu mbalimbali barabara zetu, maeneo ya shule zetu, pamoja na mambo mengine mbalimbali, ikiwa kwenye sekta ya mifugo na kilimo, kwa maana hata pia masuala ya umeme. Hapo vipi jamani? Hapo sawa? Hapo vipi jamani? Hapo sawa? Unaomba ridhaa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan deo Mwanyika na Erasto Mpete ndiye ninayeongea hapa. Ninawaombeeni ni mtupe ridhaa ili tuje tuwatumikie. si basi, ndugu zangu, nisema umoja, utulivu na amani ndicho chombo madhubuti kitakachotusukuma mbele, kitakachotuondoa hapa tulipo na kwenda mbele. ko niwaombe sasa, siku ya tarehe 29 wote twende tukapige kula, wote tukafanye nini? Wote tukapige kula. Tafadhali juu ya tafadhali, nawaomba sisi hye